kuu Kassim Majaliwa amewataka wawekezaji wa ndani kushirikiana wawekezaji wa ndani na nje ya nchi kushirikiana na wale wa nje ili kuongeza utaalamu na ubunifu, hasa kuimarisha miundombinu ya usafirishaji kwa shughuli za kilimo na biashara, hali itakayosaidia Tanzania kukuza uchumi wake kwa haraka. Waziri Majaliwa amesema hayo wakati akifungua mkutano na miradi ya ubia katika ujenzi wa miundombinu kati ya Tanzania na Japan, yani, Tanzania Japan Public Private Quality Infrastructure Conference. Mwandishi wetu Immaculate Kilulia na taarifa zaidi. Kwa upande wa miundombinu ya usafirishaji Tanzania na ukubwa wa barabara zinazofikika kilomita 8751 kutokana na sera na jitihada mbalimbali kwa kipindi cha miaka kumi 2005 hadi 2015, jumla ya kilomita 17,762 zimefikia hatua mbalimbali za ujenzi, na mifumo miwili ya reli, reli ya kati yenye kilomita 276 na reli ya TAZARA yenye kilomita 975 pamoja na bandari kuu ya Dar es Salaam, Tanga na Mtwara. Waziri Mkuu Majaliwa amesema serikali kupitia kituo cha uwekezaji nchini TIC, imeandaa mazingira mazuri ya biashara ili kusaidia wawekezaji kuja kuwekeza nchini, na kwamba umefika wakati wa wawekezaji wa ndani kutumia fursa hiyo kushirikiana nao. The establishment of the Tanzania Investment Center has provided a significant impact for investment in the country. Kwa upande wa teknolojia ya habari na mawasiliano, tehama, kupitia mkongo wa mawasiliano wa taifa kwa kutumia mfumo wa baharini Sicom Julai 2009 na ize Aprili 2010, tayari nchi jirani za Rwanda, Zambia na Kenya zimeunganishwa na mkongo huo. Naibu waziri wa wizara ya ujenzi, uchukuzi na mawasiliano Edwin Ngonyani amesema miundombinu ni kichocheo kikubwa cha maendeleo ya nchi yoyote duniani. Naye waziri wa ardhi, miundombinu, uchukuzi na utalii wa Japan, Takatoshi Nishiwake amesema kuna haja ya kuendeleza ushirikiano uliodumu kwa muda mrefu.

Tanzania na Japani zimekuwa na ushirikiano wa muda mrefu ukiwemo ujenzi na uboreshaji wa miundombinu mbalimbali ukiwemo barabara ya Dodoma Iringa na Mtumbo Tundulu Dodoma Babati inayoendelea kujengwa, upanuzi wa barabara ya Gerezani, pamoja na flyover ya Tazara. Immaculate Kirulia, Star TV, Dar es Salaam.